Nilijua kuwa unajua kuwa nimekuja. Narudia tena, nilijua kuwa unajua kuwa mimi sasa, nakwambiaje, nimekuja kwa ajili yenu na nitawanyoosha za siku nyingi, bwana. Mimi namshukuru Mungu, niko salama. Umerudi nishangaza. Ah, eh, mandhari ya kijiji chetu, kijiji kimebadilika, wana zile tofali. Nimepita kwa mzee Asumani kule, nimekuta kuna bokla mjengo na bati safi, tofali za kidogo. Kasema kamba, nisikilize nikwambie kitu kimoja, kijiji bado hakijabadilika. Kijiji bado kinaishi kwenye kiza kinene. Wewe unasema masuala ya majumba, sijui tofali za kuchoma, sijui nini bro nini. Bado maendeleo yetu yako chini. Bado tunaishi katika mambo ya kizamani. Hivi unajua kwamba kila siku katika kijiji watu wanakufa, wamama wajawazito, watoto kwa ajili ya kwenda kujifungua kwa mkunga. Achana na siasa. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Mimi mwenyewe hapa nilipo, unavyoniona, nipo katika mazingira magumu sana. Namfikiria sana mke wangu. Mke wangu mimi ni mjamzito. Itakuaje nanashughudia wamama wa wengine unajua ani <coughs> jamani, si na natamani tiko kwenda kujifungua Dokta Chilo kabisa akupe madawa mara sijui mamaji yake, sijui ndo mpaka mtu uzae, ule mavitu majani kama ng'ombe, ndo uzae. Lakini ndo daktari Chilo, sasa hivi ni mambo ya kisasa tu, nisha ueni hmm, kuchagua wakunga wakuwazalisha, afuteni mambo mnawachagua daktari ma sijui nini, mtajijua. Anazalisha vizuri tu, ana shida wewe imanza nilivyoiona na vitu viwili hivi yataisha lini? Wewe na vijana wengine tunapaswa kushirikiana kupaza sauti kuleta maendeleo kijiji chetu, kwa sababu tunapaswa kukaribisha wageni wenye akili timamu watuletee maendeleo. Nimetembea sana, nimejifunza vitu vingi. Vijiji vya wenzetu bwana vina maendeleo, vina umeme. Hapa palitakiwa bwana bonge la zanati kama vijiji vya wenzetu. Ah, unazungumzia zanati wakati kuna dada amefungua kiduka cha madawa tu hapa juzi kati. Anavyopigwa vita katika hichi kijiji anafungua kwa wiki malai mara moja. Wewe unazungumzia zanati? Nani wa kutengeneza zanati katika hichi kijiji? Wapo wanaishi katika uzamani? Wewe hebu ongea kingine. Yaani ongea kingine. Gamba, mimi sikufichi. Yaani natamani kama ningelikuwa na uwezo, sijui ni, yaani sijui nifanyeje? inga na upumbavu wote sito kubali kuona unaendelea tunapaswa. Kuwakaribisha wageni wenye akili timamu ili watubadilisie mandhari na kutuendelea maendeleo katika kijiji chetu. Tunapaswa kuwa na shule nzuri, tunapaswa kuwa na miundombinu ya maji vizuri, tunapaswa kuwa na umeme. Hivi vitu vinaendelea, lakini hapa ni ushirikine na uchawi. Uchawi, uchawi hauna faida. Mwenye akili anashiriki na shirikine. Acha sasa, nisikilize, nisikilize kwa umakini sawa. Tafuta vijana kama wewe na mimi tushirikiane, tuzungumze, tupambane kuhusu kijiji chetu. Nahisi kama imeniingia kidogo akilini. Sasa tutafanya jifanyaji. Mimi nataka kumsaidia mke wangu, huyo mke aliyokuwa na mimba, ukiwa na akili kama za hawa wapumbavu Sio, nimeambia kuna nesi alifungua duka kweli, yeah. Na lina madawa sijui, lina kila kitu. Yule nesi msomi, nenda kazungumza naye, akakushauri jinsi gani kujifungua mkeo. usiwapelekea pumbavu, watakulia mkeo. Jitambue wewe. Haina shida ndugu, yeah, yangu. Yangu zingatia hilo, poa, nitakutafuta, zingatia sawa. Tuheshimu mila na desturi wazazi wetu wanategemea mila na desturi. Sisi pia kabla ya huyo mnao msema aliyokuja mlikuwa mnategemea mila na desturi. Kwetu heshima mila na desturi ambayo tulionayo toka wazee wetu walikuwa wanategemea <laughs> hilo mliona. Wewe shoga yangu, sijui bishosti hapo, a anasemaje? Anaona kakaa kina hey, tu achangii mada mwenyewe anategemea kwenda kujifungulia kwa Dokta Chilo. Wewe sasa umeongea, yaani Dokta Chilo ndo mpango mzima. Mimi natamani nikazalia kwa Dokta Chilo kwa sababu naweza nikajifungua nikatoka damu nyingi akanichoma sindano ya kuzuia damu. Haya, ukienda abitikisa mambo na bati kasi? kwa kuchana chona unaona raha kabisa, binti kisa. Mtu niwaambie kwa taifa hili hospitali ana hospitali yule, unaweza ukachanika ukashona na kushona na majani basi. <laughs> taifa hili mi kanizalisha wala janichana aajanifanya nini, kanizalisha vizuri, kwa hiyo wote wanawazalisha na waalimu sasa ndio kichilo ndio mpango mzima hapa kijijini kwetu. Sasa kwa kuwa kaja, basi kazi mnayo kwa huyo daktari Shia, si. maendeleo kijiji chetu cha mambo leo vipo na kijiji chetu cha mambo leo akora maendeleo kijiji chetu cha mambo Ah. Chawi, chuki, visa, vifo, matukio, wakunga wasio na elimu, kijiji kinamwaga damu mboleo, chawi, chuki, oh. matukio Habari njema! Habari njema? Ndio, mbona nifurahisha. Haya, niambie. Gamba Gamba karudi hapo kijijini, nimekutana naye leo hii, kabla mvua bado haijaanza kunyesha. Yaani nakutana naye hapo, namalizana kuongea naye ndo nakuja hapo, na kuna habari njema, kuna mambo tumeongea kiasi kwamba kama tutayatekeleza basi, katika hichi kijiji chetu tutaishi vizuri sana. Mbona umeshtuka, mme wangu? Ujio wa Gamba hapa kijijini, kuna watu wataishi kwa wasiwasi sana. Kwa nini, mme wangu? Gamba ni mtu ambaye anapenda sana maendeleo kwenye kijiji chake, alafu Gamba kuondoka hapa kijijini, aligombana na mkunga na Binyunyu, kutokana Binyunyu na mkunga wana mambo ya kishamba kweli hapa kijijini wanayoyaleta Karibu ah, ah, mwanangu Gamba, Gamba. Shikamoo. Ah, baba kwema zasik. Mama, namshukuru Mungu upo mwanangu. Mkuja lini? Lakini livokuja nimesikiasika ta mtaani kuna uji wa Chilo hapo nyumbani. Kweli? Basi sawa mama, kama ni kweli mimi nimekuja kwa ajili ya kutaka nione naye ili tuzungumze. Sawa lakini yupo, kafika kweli, lakini katoka, saizi katoka eh. Katoka kidogo ah. Basi sawa mama, kwa kwa katoka na sijui ameenda wapi, siwezi kumsubiri. Mimi na ndugu zangu nyumbani kwayo, akifika kwa sawa Haa, siku nyingi hatuja kuona jamani. Shitu tunamu na wewe. Kwanza ulipotelea wapi, mwanangu? Basi ana shida mimi, ngoja nirudi. Ah, asante. Upumzike salama. Ah, karibu sana. Si, si, naona mifugo. Eh, ndio hivyo tunaendelea maendelea tu ndio hayo sasa hivi. Maendelea unayaona. Eh, sawasawa kabisa. Basi karibu. Ah, ya asante. Ah, ya. Hivi, kama mtu kweli anapenda maendeleo, sasa kwa ajili gani watu wengine wachukie wewe? Unaona iko sawa kweli? Unaona iko sahihi? Hao ni watu wachache tu wasitaki kutusumbua sisi, katika kijiji chetu tuendelee kuishi kizamani zamani, zamani. Eh? Kizuri, ah, yani, ni kitu kizuri mke wangu au unasemaje? Nimefurahi. Je, nimefurahi mme wangu, nimefurahi sana na na imani kabisa Gamba lazima taungana na Chilo itakuwa sahihi kweli kwelikweli, yani itakuwa jambo zuri sababu wakiungana Chilo na Gamba kijiji chetu kitakuwa kina maendeleo makubwa sana. Cha kwanza kutakuwa kuna dhanati. Sawa sawasawa. Pili kutakuwa kuna maduka ya madawa ya kutosha vilevile vile, kutakuwa kuna shule za karibu, ili mradi mke wangu ukijifungua eh, mtoto wetu apate elimu nzuri kwa shule za karibu. Wewe unafanya mchezo sisi, mimi kila siku napata shida eh, kupita katika barabara zile zina makorongo kibao mbovu Hivi tutaishi hivi mpaka lini, mke wangu? Kwa hiyo wakijiunga itakuwa jambo zuri, tutapata maendeleo katika kijiji chetu hmm? Alafu mke wangu, kwanza mimi na furaha nimepata mwanamke jasiri, mwanamke ambaye mwelewa, nikimwambia kitu ananisikiliza na vilevile una utambuzi fulani sawasawa. Sasa, sasa mke wangu, vipi hiyo? Ndo usha, usha, ushamaliza kujaza? e, e, ndo tayari? Naomba nikusaidia kupeleka ndani, mimi sitaki kubeba vitu vizito, unajua <coughs> hmm? Na beba mwenye nguvu. Nisikiliza, ni nilishaukataza kubeba vitu vizito, sawa, kwa sababu ukibeba vitu vizito utapata asari fulani, sawa, na mtoto utamsumbua huyo. Mimi kiomba tu, naomba nikusaidie tu mimi. Sawa mke wangu, nakupenda sana, ndio maana yafanya yote. Alafu kingine ni wajibu wangu mimi kukusaidia, sawa? Hmm? Hmm. Chilo. Naam, mimi nina hofu. Hofu gani? Kibena, mimi ninahisi kabisa hapo kijijini kuna watu wanakuchukia Chilo, wananichukia? Ndio, wanakuchukia. Maana ninaota ndoto usiku, tena mbaya juu yako. Watu wanakukimbiza, wanakuzamisha kwenye matope, yani ni ukweli, umedhamiria kukuua. Kibena, kuna wakati ubongo wetu unakuwa na sehemu ya kufikiri na pia kuna wakati ya kutunza kumbukumbu. Labda kuna baadhi ya matukio ambayo unakuwa unayawaza mchana yanaweza kawa yanajirudia usiku ndio hizo ndo tunazo hapana. Chilo, mimi nina maono kwa mtu wangu wa karibu, mimi akiwa nafanyiwa vitu vibaya, mimi ninaona. Ndo maana naote hizo ndote usiku, ni ukweli Chilo. Kwa hiyo nifanyaje Kibena? Naomba kuwa makini na hatua zako za miguu.

tunateseka kijijini, tunateseka tunateseka mambo leo, kijiji chetu cha mambo leo hakuna maendeleo, kijiji chetu cha mambo leo vifo na vilio Chawi, cha chawi, chuki, visa, vifo, matukio, wakunga wasio na elimu, kijiji kina mwaga damu mamboleo. Chawi

Asa hapa eh. nimekaa nasikia kuna hodi eh. kutoka nje eh. Nimeona eh. gamba eh. nikashtuka, sababu unajua ile siku nyingi hayupo eh. lini yana eh. salama kabisa ko, eh. salama kabisa eh, salama kabisa mi nimefika hapa eh. mba kwamba Chilo yupo yeah. kweli yupo mwambia yupo, lakini katoka yeah. Sema sawa, mama akirudi yeah, mwambie kwamba mimi niko namwitaji mama mm -hmm. Amba ni mtu ambaye ana harakati sana yeah, toka zamani namfahamu na anapenda sana maendeleo yeah. E, akasifia hapo, nakwambia, na migomba, mifugo, nakwambia akasema, hey, mama kuna maendeleo. Kasema, hey, ndio hivi tupo sasa hivi. Haya mama, nashukuru kwa hiyo mi naenda zangu mama, lakini akirudi tu Mwambie kwamba tuonane, mama. Eh. Yeah. Acha nikaonane na yeah. Gamba mm. Kwa sababu Gamba naye ni mwanaharakati, acha nikaonana naye ili mm. nikajue anachonitia yeah. mama. Ah. ah.